uangalizi wa uchaguzi, utoaji wa elimu ya wapiga kura, upashaji wa habari na taarifa za uchaguzi, uendeshaji wa mikutano ya kampeni, kuhakikisha amani na utulivu na tawala katika nchi yetu kipindi cha uchaguzi na shughuli nyingine za uchaguzi. Ndugu washiriki, ushirikiano mlioonyesha kwetu ni dhahiri, mmeonyesha kwa vitendo kuwa uchaguzi sio jukumu la tume peke yake, bali ni wajibu wa jamii nzima. Kwa pamoja tumethibitisha kuwa mchakato wa uchaguzi unaweza kuendeshwa kwa uwazi, weledi, ushirikiano na heshima. Tunao imani kwamba misingi tuliyoweka mwaka huu utaendelea kuwa mwanga na dira ya uchaguzi bora katika chaguzi zijazo. Ndugu washiriki, tume inatambua kwamba uchaguzi mchakato shirikishi unahusisha wadau wote wakiwemo serikali, vyama vya siasa, vyombo vya habari, asasi za kiraia na watu kutoka makundi maalum na wananchi kwa ujumla. Hivyo ni wajibu wetu tume kuitisha mkutano huu ili kufanya tathmini ya pamoja ya mchakato mzima wa uchaguzi mkuu, kwa lengo la kubaini mafanikio tuliyopata, changamoto tulizokumbana nazo, na nini tumejifunza kwa ajili ya kuboresha chaguzi zijazo. Maoni yenu ni muhimu sana katika kuimarisha demokrasia na uwazi wa chaguzi katika nchi yetu. Ndugu washiriki tunao furaha kubwa kusema kwamba miongoni mwa mafanikio tuliyopata ni kuendesha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Hayo ni matokeo ya juhudi ya pamoja kati ya tume na wadau wa uchaguzi. Kwa pamoja tulishirikiana kuhubiri amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na kuhimiza uvumilivu kwa kuheshimu matokeo. Tunawapongeza wadau wa uchaguzi kwa kusimama, kwa kusimamia kikamilifu suala la amani ya nchi yetu. Hongereni sana kwa kuweka mbele maslahi ya taifa letu. Aidha, tume tumefarijika kwa namna wadau wa uchaguzi na wananchi walivyoishi kauli mbiu ya kura haki yako, amani wajibu wako. Kauli hii imekuwa dira muhimu katika kuhamasisha wa wananchi kushiriki uchaguzi wa haki, uwajibikaji na utulivu. Utekelezaji wake umeonekana katika ushiriki mkubwa wa wananchi utunzaji amani, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na kuimarika kwa imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi. Ndugu washiriki, mafanikio haya yamechochewa na kuongezeka kwa uwazi katika kuratibu, katika taratibu za upigaji na kuhesabu kura, kuimarisha mafunzo kwa wasimamizi wa uchaguzi katika ngazi zote, kutoa elimu ya piga kura kwa ufanisi mkubwa kuwaweka karibu wapiga kura kwa kuanzisha kituo cha huduma kwa wateja, na ushirikiano mzuri kati ya tume, vyama vya siasa na vyombo vya habari. Mafanikio haya ni matokeo ya kazi ya pamoja ya wadau wote mliopo hapa. Ndugu washiriki, mkutano huu ni wenu. Kwa kuwa uchaguzi umekamilika na kila mmoja alishiriki kwa namna moja au nyingine, mategemeo yetu kuwa leo mtaweza kuchangia mengi mliyoyaona, kwa madhumuni ya kubadilishana uzoefu juu ya uendeshaji wa uchaguzi na kupata mapendekezo yenu katika kuboresha chaguzi zinazofuata. Washiriki, siku zote unapokamilika au tunapomaliza uchaguzi mmoja na uchaguzi unaofuata matayarisho yake yanaanzia hapo hapo. Mwisho, kwa niaba ya tume, naomba nitoe shukrani za dhati kwa kila mmoja wenu. Hatua tuliofikia ni utekelezaji wa demokrasia imara nchini na ni alama thabiti kwamba tukishirikiana, hakuna kinachoshindikana. Baada ya kusema hayo na